Mwakilishi wa soka barani Afrika, kaf engineer Hers Saidi na amepost, kupitia mtandao wake wa kijamii mm. kwamba yuko Rabat Moroko e, kuna picha nimeiona yuko e, Wallace Karia mm. Gerison Msigwa pamoja na Els Saidi wakiwa wako pale kwa ajili ya zoezi hilo shere hii ambayo inaendelea hivi sasa, na bahati nzuri sana wakati rais uh, wa awamu ya sita muhula wa pili mm. Uh, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye msigo tumesikia anaenda kupokea tuzo kwa niaba yake, lakini uh, rais wa TFF ni miongoni mwa wajumbe wa kamati ya utendaji ya CAF e yes. ye ya uh -huh, ye ye ni ye ye watu wenye shughuli yao vipengele ambavyo vinawaniwa katika tuzo ambazo zimekwisha anza kuoneshwa kuonyeshwa kwa hivi sasa mm. uh, za soka barani Afrika naitwa zinaitwa CAF Awards 2025 kwa upande wa mchezaji bora wa mwaka yeah. uh, wachezaji watatu ambao wanagombea nafasi hiyo ni pamoja na Ashrafu Hakimi wa timu ya taifa ya Moroko ama yes, nchi ya Moroko akichezea PSG, PSG. Uh, Mahamed Salah wa Misri pamoja na Liverpool na Victor Osimwen ambaye atakosekana katika tuzo hizi kwa sababu klabu yake ya Galatasarai wamemwambia aende klabuni kwa ajili ya kufanyiwa vipimo zaidi baada ya kuumia katika mchezo wa fainali dhidi ya DR Congo, chunguzi zaidi. Na katika hili, kwa wazee wa kubashiri ni mshikaji wetu JJ John Jackson ananyambia hapa eh, kwamba sharafu akimi amechukua tuzo ya mchezaji bora barani Afrika tutaiangalia e, e, hapa wanawania uh -huh. <laughs> kipengele cha golikipa bora wa mwaka mm. ni pamoja na Yasini Bunu Moroko mm -hmm. eh, na alilali ya Saudia mm -hmm. makeipo pia ya Sudan sudanya yes, eh, Saudia, eh, iya Saudia. Mm -hmm. Munir Mohamed kutoka Moroko na RS Berkane mabingwa wa shirikisho, huyo mlinda mlango wa uh, Aras Berkane. Yes, mm -hmm. na luambano ndakwambia biko ni miongoni mwa wakaazi wa Berkane mm. -hmm. alikuepo auja eh, eh, nilikuwa naye Berkane, naona wana wana, e, e, wana wana alama zao wameacha. eh, yes, sasa, kama amepata ukaazi, kapata ukaazi eh, kwa... <laughs> akienda naudi nyumbani, anarudi nyumbani <laughs> pamoja na Ronwell uh, Williams kutoka Afrika Kusini na klabu ya Mamelodi Sundowns, lakini klabu bora bora ya mwaka mm. ni ipi? Ukiacha uh, uh, uh, kipengele hicho mchezaji bora wa vilabu vya ndani barani Afrika mm. kuna Mohamed Chibi mm. ambaye yuko Moroko kwa maana ya utaifa wake, lakini anachezea klabu ya Pyramids mm. uh, Usama Lamloui mm. kutoka Moroko mm. na Berkane mm. pamoja na Fiston Kalala Mayele kama kama atapata hii tuzo, eh, basi atoe tamko ah, zipi. <laughs> <laughs> zipi? Kocha bora wa mwaka wanawania tuzo ni pamoja na Bubista kutoka Keverde, Mohamed Hubi kutoka Moroko, timu ya vijana ya under 20 mm. pamoja na Walid Regragui ambaye anatokea Moroko pia. Lakini eh, mchezaji bora kijana makichipikizi sasa hivi nimeliondoa mm. eh, Othmane eh, Mahama kutoka Moroko na klabu ya Watford, Abdella Wazane kutoka Moroko na klabu ya Ajax, na Tylo Smith kutoka Afrika Kusini na klabu ya QPR lakini mm. timu bora ya mwaka wapo Kevede Moroko ya wakubwa na Moroko under 20, mm. ah. tulikuwa pamoja na Biko hapa lakini, klabu bora ya mwaka Mamelodi Sundowns, Pyramids ama RS Berkane, umeona mm. bwana. Lakini kwa kukumbushia nikimalizia ni kwamba um, msimu uliopita mchezaji bora kwa maana mwaka 2024 mm. alikuwa Demola Lukman wa timu ya taifa ya Nigeria, wakati alikuwa anachezea klabu ya Atalanta Bergamo mpaka hivi sasa yupo. Mm. Atalanta alikuwa mabingwa wa UEFA Europa League kama nakumbuka. Mm. Eh, yes. E, ukija kwa goalkeeper wa mwaka, tuzo ilikwenda kwa Ronwell Williams. Williams. Eh, Mamelodi mm. na Afrika Kusini mm. kwa maana utaifa. Eh, Chipkizi alikuwa Lamine Kamara kutoka Senegal ambaye anachezea klabu ya AS Monaco. Okay. Alichukua pia mwaka 2023. Mm. Alafu uh, klabu mchezaji bora wa, wa, wa, kwa wachezaji wa ndani Ronwell Williams walichukua wa msimu uliopita. Eh, msimu uliopita. Mm. Mamelodi na Afrika Kusini. Kocha bora wa mwaka alikuwa Emens Faye wa Ivory Coast. Mm. Klabu bora aliyolitetea. Walichukua 23 wamechukua mwaka jana 24. Umeona mm, bwana? Timu bora ya mwaka hawapo katika top 3 bora. Eh, eh timu bora ya mwaka ilikuwa ni Ivory Coast. Mm. Eh, bwana, hapo kuna tuzo hapo, tuzo moja kama hujaisema, tuzo ya goli bora ipo hapo. Hapa goli bora ipo, lakini Mzize ona azungumza yopo katika miongoni mwa walotajwa kumi na tatu hmm, ambao wanawania tuzo ya goli bora la mwaka, la, la, la, la mwaka. Okay, kila laheri tuzo <inaudible> ni jambo moja linaku, linaku. Hmm. Tuzo ni heshima na inakuonyesha kwamba watu wanathamini kile ulichokifanya mm. na inakuachia alama katika maisha yao na, na goli la Mzize mm. kwa faida ya wa wasikilizaji, ilikuwa ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya TP Mazembe mm. ushindi wa Yanga goli tatu kwa moja alipiga umbali fulani wa mita kama thelathini ndo lilioingia kwenye hiyo lwambano mm. na, na, na Edgar kama mmeangalia Edgar kati anataja hizo tuzo mm. kuna kitu kikubwa sana kinatakiwa tuki kama sisi wa Tanzania tukibebe kila ukitazama moroko moroko moroko moroko na jambo linafanyika kwa wa, moroko. Sio, Afu wa, mtu wa kwanza kuongea yule, Fauzi si yule yule sio mwamba nasikia hatari yule sio sio bahati mbaya lwambano ah, vingine wanavuta ukienda FIFA ukienda FIFA wanautukienda mm. FIFA wao katika nchi iliyofanikiwa kutengeneza mfumo bora na kufata program za FIFA ile mm. FIFA forward. mm. Morocco, ndio case study ya dunia kwa sasa hivi, kwa namna ambavyo wamewekeza kwanza soka la vijana, ndio maana usishangae katika timu bora ya, ya mwaka ya taifa Morocco ziko timu mbili, timu yao ya vijana na senior team na, na, na, na ukimuuliza kibwana atakwambia wale vijana walivyouasha kombe la dunia. Kwa hiyo ni sio bahati mbaya, ni uwekezaji mkubwa. Hawajipendelei. Anasile, Fauzi anaogopewa yani, anatishia kafu, ana nguvu kiasi, hata yule rais mwenyewe kafu anamwogopa. Wakati unaendelea tuzo ya goli bora wa mwaka 2025 Clement Walidi Mzize kachukua. Kongole sana kwa Clement, uwakilishi mwema. Clement Mzize goli lake dhidi ya TP Mazembe kachukua Clement Mzize. Eh. Eh. Tutakuja tuta na maandiko <laughs> <Anakujua. laughs> eh. Imekugusa ime imenigusa, na kwa sababu haikutumika nguvu kumsaidia. Ah. Okay, tuzo zinaendelea kutoka tutakuwa tunawajuza hapa kila kitakachokuwa kinaendelea, eh, pale Rabat eh, nchini Morocco. E bana, wakilishi wa Tanzania bara katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Azam FC imeondoka nchini leo kuelekea Kongo DRC, tayari kwa mchezo dhidi ya AS Manyema mwishoni mwa jumaili. Kiungo mshambuliaji wa Azam Faisal Salm, amesema licha ya Azam kutokuwa na uzoefu wa mashindano hayo kwa upande wa wachezaji hawana presha yoyote kuelekea mchezo huo, huku akiongeza uwepo wa mchezaji Jafet Kitambala ambaye amewahi kuichezea AS Manyema imeongezea hali ya kujiamini ikiwemo kufahamu zaidi wapinzani wao zaidi. Huyu hapa Faisal. Uh, ametoka ile timu ambayo tunaenda kukutana nayo na anaijua vizuri kwa hiyo anatupa uh, motisha kuna kupambana ili tu tupate matokeo. Uh, sisi tunaenda kwa heshima tunaenda kwa heshima na kufuata kama lilivyosema maelekezo ya walimu na tunaenda katika uwanja wa mazoezi Kongo. Kwa hiyo tutaenda kufanya vizuri zaidi mwalimu mwenyewe anataka ili kupata matokeo. Naam, uh, huyo ni Faisal Salum akizungumza wakati wanakwenda Kongo na Jafet tambala akachezea timu hiyo kwa, anaweza kawa, akawa anaofungua kodi, basi inawezekana, kwa sababu mazingira anaifahamu. Uh, anafahamu kwa maana ya mchezaji mmoja mmoja.